Nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Machi 12, siku ya Jumatano. Leo tutajifunza mada inayosema mfano wa Kristo wa shamba la mizabibu. Katika mfano wa mwenye shamba la mizabibu katika Mathayo sura 21, Yesu anaendelea pale Isaya 5 ilipoishia akitoa ufafanuzi zaidi juu ya tabia na matendo ya mwenye shamba la mizabibu kwa sababu ya shamba lake la mizabibu. Soma Mathayo sura ile ya 21:33 hadi 39. Ukizingatia hasa swali la Isaya sura ya 5 aya 4, angeweza kufanya nini zaidi ya kile alichofanya? Sehemu ya kwanza ya mfano wa Kristo inanukuu moja kwa moja wimbo katika Isaya 5 kuhusu mwenye shamba na shamba lake la mizabibu. Kisha Yesu anaongezea, mwenye shamba la mizabibu alipangisha shamba lake la mizabibu kwa wakulima akasafiri, Mathayo 21:33. Lakini wakati mwenye shamba alipotuma watumishi wake, yaani manabii, mara mbili kukusanya mazao, wale waliokodisha shamba lake la mizabibu waliwapiga na kuwaua watumishi wake Mathayo 21:34 hadi 36. Hatimaye alimtuma mwanawe, yaani Yesu, akisema watamstahi mwanangu, Mathayo 21:37. Lakini walimuua mwanawe pia, wakisema huyu ni mrithi, njooni haya natumue na tuutwae urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua Mathayo 21:38 na 39. Angeweza kufanya nini zaidi? Baba alitupenda sana hata akamtoa mwanawe mpendwa, Yohana 3:16. Ikiwa pambano la ulimwengu ni la aina iliyodokezwa hapa, lisingeweza kuamuliwa mapema kwa kutumia uweza wa kiungu, bali lilihitaji kwanza udhihirisho wa hadhara wa tabia ya Mungu. Udhihirisho huu umewekwa wazi hatimaye katika kazi ya Kristo, Warumi sura ya 3:25-26. Warumi sura ya tano, aya nane. Tungeomba nini zaidi ya kwamba Mungu katika Kristo ajitoe mwenyewe kufa kwa ajili yetu ili apate kutuhesabia haki pasipo kwa njia yoyote kuhatarisha haki na upendo wake mkamilifu. Tukio la msalaba linadhihirisha kwamba Mungu amefanya kila kitu ambacho kingeweza kufanywa ili kupunguza na kuondoa uovu, lakini bila kuharibu muktadha kwa ajili ya ustawi wa upendo wa kweli. Kama kungekuwa na njia yoyote iliyo bora zaidi kwa Mungu, je, asingeichagua? Wakati watu wanateseka sana katika pambano hili la ulimwengu mzima, Mungu mwenyewe anateseka kuliko wote. Tunapoutazama msalaba, tunaweza kuona kwa hakika mateso na maumivu ambayo dhambi imemletea Mungu mwenyewe. Hata hivyo uhuru ulio ndani ya upendo ulikuwa mtakatifu mno kiasi kwamba Kristo alikuwa tayari kustahimili jambo hilo kwa ajili yetu. Soma Isaya 53 aya 4. Kristo alichukua masikitiko na huzuni za nani pale msalabani? hili linapaswa kutuambia nini kuhusu yote Mungu aliyotutendea na kile wokovu ulicho mgalimu? Hii ni Machi 12, siku ya Jumatano. Mada ikisema mfano wa Kristo na shamba la mizabibu. Mungu atubariki sote na karibu tena.